Hapa asimame mama, mwone, ndio muona mamangu. Amen. Amen. Sasa mimi kuna kitu nilikuwa na kificha, sitaki mamangu ajue, ndio kwa sababu mimi nilikuwa nazunguka sana na mambo ya mziki ni na nini, nikakutana na vitu kule, lakini sikutaka familia ijue, kulikuwa kwa kuna vitu nifanye, lakini kuna roho huwo inaniambia niongee na nyingine, nakataa sitataja mtu kwa sababu sijakombolewa kwa sababu wale watu si wazuri, ndio. Ushaona Ime? Nilipo form mimi, form tatu. uh -huh. siongei uongo, ndio form tatu. uh -huh. nika sign mkataba, ndiyo. uh -huh. Ambao ule mkataba nilikuwa kona sign na devil. uh -huh. Ushaona ndiyo, ule mkataba nilisign kuna kuna kona hapa mwisho, hapa mwisho. uh -huh. uta sign kote juu hapa kona. Kuna mahali ambapo mpaka uchanje ikidole hii utoke damu, yeah, yeah, ndio uweke pale <laughs> Usidanganywe na mtu, kama ushapata fomu haina hiyo kitu. Hakuna kitu kama hiyo <laughs> mpaka uweke damu pale, ndio hiyo yu kitu ikubalike. Nikakataa. Ndio. <inaudible> Nilika kama mwezi hivi <inaudible> nikapigiwa simu na non number <inaudible> nikatolewa kwa, kwa, <inaudible> nika kwa nyumba, nilikuwa kwa site fulani huko Mackinnon Road nikatolewa kwa nyumba, nikaambiwa nitoke nasikiza maneno hayo nivue ni nguo zangu zote. We, ushaona kibarua hicho ni hivyo vyenyewe. And I did nikavua. uh -huh. nguo ehhe. uh -huh. nikapi- nikachukua video nikaseti simu yangu inachukua video ndiyo. Alafu akanambia, you have to repeat what I say uh -huh. Unaona ndiyo, nikaigiza chenye ninaongea na na yuongea nami namfuata nyuma ndiyo, na ile ilikuwa ni oth na hapa Uulikuwa unamuona ama ulikuwa umuona huyo mwenye aniongea naye eh? ni mzungu, unaonana naye na ye, naye alikuwa tuputupu, alikuwa kwa tupu tupu, kwa, kwa video uhuh ah -ah. Eh, ye amevaa, lakini sasa ile ilikuwa huko ni kama sijui niseme nini, lakini sasa ye aliniambia tu nifanye hiyo, na nikafanya. ndiyo ndiyo uh -huh. nika nika nikapiga nika hiyo video nikafanya chenye nilifanya, ndiyo then nikamtumia, ndiyo nilipomaliza uh -huh. Yule jamaa baada kama wiki hivi eh, akanipigia tena akanambia ni repeat venye nilifanya kwa ile kwa ile form. Ndio mimi nikamwambia chenye nilifanya na nimekwamia hapo hapo eh, kwenye nilikwamia basi ni sawa. akanambia okay, ni sawa ni nio. Siku iliyofuatia niliangalia WhatsApp yangu nikaona congratulations, welcome welcome welcome welcome nyingi na zote ni sura za Kizungu. Wow. na namba si za huku ndio sasa welcome welcome hizi ni za nini tena? Nikakaa <laughs> sasa nafikiria. Nikazima ile simu mimi kwanza. Ndio. Nikakaa baadaye nikaja nikaiwakisha ile simu. Eh. Wale jamaa wakanitext tena. Ndio. Wakan, wakaniuliza sasa ndio uliamua vipi? Eh. Nilipokuwa na sita sita wakanitumia ID. Ndio. Walitumia ile picha ambayo nilitumia uchi. Hiyo picha nilikuwa nimepiga. Hawakituwa full. Ndio. Nili walinitolea ID ya kwao. Ndiyo, kwa chama wakanitumia, wakan kwenye WhatsApp wakanambia, ukifanya chenye tunakwambia, hiyo ID tutakutuma hapo, hapo hapo ulipo utepata kwa kitu fulani, hapo unachukua. Sikufanya. Ndiyo, nikaja nikatulia, sasa hii kitu isije kawa yaniumiza juu ya wale jamaa, kwamba waliniambia nifanye vile na sikufanya. Ndiyo, unaona. Na nikingoja pengine yani mtu pengine anitabirie nitachukua muda kwa sababu Mungu anajua najua nini niseme. Unaona? Na nimepigia Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Nilifanya. Asante sana. Nilifanya. Asante sana. Eh yeah, nilifanya. Sasa, uh -huh, pastor, chenye naomba. Ndio. Sitaki niongee mengi. Kuna mengi naomba maana mpaka kaburi yenyewe nishashumu. Na nimeshazunguka kashumu kaburi hapo. Eh, uh, mimi najua mambo mengi sana. Kwa lakini mengi sitaongea kwa sababu wale jamaa si watu wazuri. Ndio si watu wazuri, na hapa nilipo hata kwanza sioni. Kwa hivyo sitaongea mambo mengi, acha nifunguke, nitawaeleza vitu zaidi. Pigia Bwana Yesu makofi mas, utapona kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Shangwe na vigelegele kwa Yesu, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Inawezekana kile kitu ambacho kinakuumiza ulikifanya mwenyewe, sasa ni useme ndio, ufunguke. Unanielewa? Amen. Alipokuja hapa katika maombi tulipokuwa tunaomba, kuna vitu aliviona mbele yake. Hebu hebu hebu hebu leta hiyo microphone kidogo. Kuna vitu alikuwa anaviona mbele yake na mimi nikamwambia, hmm. ehe. ehe. uliona nini wakati wa kwanza kuja kwa maombi hapa? Niliona watu mbele yangu wamepiga magoti, wamepiga magoti, wananiangalia mimi ehe. Alafu akapotea. Eh. Ehe. Kuna mwingine akatoka mbele yangu eh. ame amevaa nguo nyekundu, hawa, hawaoneshi sura, ndio alafu kuna wengine watatu wamemzunguka yeye, amejichorea duara, amesimama pale katikati hivi, ndio ananiangalia mimi, lakini simuoni sura eh. naona tu venye wamedress, basi ndio hivyo tu. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Sasa Mungu alikuwa anamwambia, kinachokusumbua wewe ni hawa watu hawa, ambao ulifanya agano nao hawa watu hawa, you have to confess. Utakapotoboa ile siri, Mungu anakuweka huru. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. So lazima ingebaki kuwa siri yake kwa sababu aliambiwa ukiongea unaweza kufa. Lazima ingekuwa siri yake kwa sababu ukiongea unaweza kufa lakini kwa sababu wamekuja kwa kanisa Yutu huru, na atakuwa huru na atakuwa sawa kabisa kwa jina la Yesu Kristo Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza kwenda kwa mganga ukachukua vitu vya mganga ukaambua, njoo vizike kwenu, vizike mahali fulani, alafu hiyo shida itaondoka, alafu ukae kwa miaka kumi, usahau usahau kama ulizikake. Bwana asifiwe. Nataka nikufundishe kitu kidogo usahau kama ulizika kitu haya, uokoke. Kuja waombezi nyumbani kwako, hapa kulizikwa kitu, hapa hapa kulizikwa kitu, hapa hapa kulizikwa kitu anze kusema ni mama, ni baba, ni shangazi, ni nyanya. No. Haleluya. Amen. Wewe mwenyewe ulienda kwa mganga na ukavizika. Kwa hivyo ni useme kile kitu nimekizika mimi hapa. nataka nitoboe siri leo hata mimi, nitoboe sitoboe. Jafeta amekuja kanisani Jefet yuko wapi? Amekuja kanisa. Kwa sababu ameokoka anatomboa leo. Haleluya. Amen. David uko wapi? Ndowe hapo. Bwana sifiwe. Kuna huyu kijana wetu anaitwa Jefet. Jefet alienda kwa kanisa kuombewa huko. Akaombewa sijui akapewa maombi ya siku ngapi? Sijui siku, siku saba. Akawa katika yale maombi akijenga kile chopa. So, akaniomba neno moja. Akaniambia pastor, mimi nimeenda kwa kanisa kule nimeambiwa nichukue maombi ya siku saba, lakini sasa ninaomba tu nisaidie, naomba tu nisaidie, naomba msaada kidogo, naomba tu nisaidie. Sasa wewe maliza hayo kwanza, alafu na mimi nitajua vile ambavyo nitafanya. Maliza yale maombi kwanza, uombewe kule, alafu baadaye sasa tutaingilia hapa. Akamaliza yale maombi. Alipomaliza nikaja nikamwambia, unajua nini huwezi kubarikiwa na huwezi kufunguka, kwa sababu kuna kitu kimezikwa nyumbani kwako. Akanyamaza kimya, bwana asifiwe, na hakuniambia chochote, akanyamaza kimya. Nikamwambia sasa nitakuja kwako nyumbani saa mbi. Ilikuwa saa ngapi? tulienda na wewe, ilikuwa kitu saa ngapi? saa tatu tatu hivi ya usiku. Kaenda pale na mafuta nikamwambia sasa, nimekuja kusurvey kukuonyesha pale mahali ambapo hicho kiti hicho kitu kimezikwa. Nikaenda mpaka kwenye pembe ya nyumba, nikaenda nikamwambia, kilizikwa hapa. Akasema, ah, pasta likisika mimi pigia <laughs> Bwana Yesu, makofi mazuri kama mnamjua, kama mnamjua yuko hapa, kama mnamjua. Eh, eh, anakuja, anakuja tutakuja kumuliza Bwana sifiwe Tutakuja kumuuliza. Nilienda mpaka pale, hebu angalia vile ambavyo Mungu ni mkubwa. Yani nilienda nikazunguka ile nyumba nikazunguka nikazunguka nikaenda nika kumwambia, sasa hicho kitu kilizikwa kwenye hii pembe hii. Akasema pasta, ah, kama ni hicho basi, likizika mimi. Amwambia hayo likizikacha, anasema nilikuwa uchi, niliambiwa nifue nguo zote, nikavua zile nguo na nikachukulia, nikachukua hizo nani vitu nikaje, nikaviweka nikamwambia, sasa hivi ndivyo ambavyo vinakusumbua. Kwa hivyo tunachukua maombi, alafu tunakuja kuvitoa na tukachukua maombi na tukavitoa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni sindano, alafu ina kitambaa chekundu, alafu kile kitambaa kimeshonwa. Cha kushangaza ni kwamba sindano ilioza kabisa, maana ni miaka na miaka, lakini kitambaa bado kiko fomu. Yani kitambaa kiko fomu, kama vile unaweza kuweka nguo yako kwa mchanga, si ndio? i-ioze mpaka ukinani hivi inapasuka, unaelewa? Lakini hicho kitambaa ni kigumu. Nimejaribu kukata nimeshindwa, nimejaribu kukata kitambaa nimeshindwa. Ambia sasa, hii ndo maisha yako, unalaa kujaribu upate mwangaza, lakini hupati, alafu kazi kuzunguka kwa makanisa tu, oh, oh, oh, kuombewa, oh, kuombewa, hauwezekani kupona wala kufunguliwa mpaka hichi kitu kifanyeje? Pigia Bwana Yesu makofi mazuri, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema neno moja wale ambao wamekuwa katika maombi ya one week haleluya. Mungu amefanya miujiza mingi sana. Niliwambia kama umekuja hapa na ulililia Mungu hapa katika hii bahasha, niliwambia mkuja hapa, sindio? Bahasha haikuwa na kitu, sindio? Lakini Mungu akajua utaweka kitu ndani ya hiyo bahasha. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu mlimlilia Mungu, kuna watu walijibiwa maombi yao. Sijui mnamjua baba Klaus, yeah? baba Klaus, wangapo wanamjua Amen. Mkono aliingia kazini juzi. Amen. Yuko kazi sasa, analipwa mshahara wa kuwa, atasimamia familia yake, atajenga, atafanikiwa maisha. Ametoboa hajatoboa? Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Ulikuwa na imani wewe, una imani wewe, una imani wewe, una imani wewe. Amen. Hallelujah. Amen. Pili, kuna kijana alikuja hapa, alikuwa anatafuta naomba kazi. Mwenyezi Mungu amebariki na kazi ndani haya ya maombi, ameambiwa nafasi za kazi zimetoka pale North Coast. Pili, pili uko wapi? ametakikana huyo kijana pili. Pili yuko wapi? pili nimeona pili, unamjua yule kijana yule ulie kuja naye? Hayuko? yuko wapi sasa, yuko wapi? api kazini mwambie sasa, kazi imetoka, anaitwa pale na coast pale. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri! Amen, haleluya, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Ha. Maombi yamefanya kazi, amen. Kuna mwingine ni shemeji yangu, nimepigiwa simu hivi leo, alikuwa anaenda operation, alikuwa anaenda kufanyiwa operation wiki hiyo na hawakuwa na pesa, amen mana ambaokusi kuna vitu na ha, hawakuwa na pesa, lakini cha kushangaza ni kwamba amemwona daktari amefanyiwa matibabu na hakutoa hata shilingi. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri Amen. Bwana nipigie sema, sema yale maombi ya siku saba yametusaidia, tumepona tuko sawa na tulichogharamikia ni fea peke yake. Pige Bwana Yesu makofi mazuri, shangwe na vigelegele jamani. Haleluya, mama, ulitusikia kwa crusade pale, sindio? Hebu mpelekeni maikrofoni yule mama, tusaidiane kidogo, fanya haraka. Mama anasema alitusikia kwa crusade pale. Hebu nipe habari, ulikuja siku ngapi kwa crusade? Siku zote. Na watoto wako walikuwa wamefungwa ni wangapi? Wawili, mm. Lakini ukaonyeshwa katika ndoto, hujawahi yeah. kufika hapa kanisani uh-uh. Lakini ukaona mtoto wako ametoka jela yeah. na mimi ninakupigia simu nakwambia, sasa huyu mtoto wako, vile alivyotoka, uje naye hapa kanisani nimwombee, yeah. pigie Bwana Yesu makofi mazuri, amen. Hiyo ni Mungu alikuahidi kwamba mtoto wako namtoa, pigie Bwana Yesu makofi yeah. Hio, mchungaji wala nabii anamtoa ni, na Mungu aliye hai alikuahidi kwamba mtoto wako anatoka jela amen. Na atatoka, amen. Utamuona, amen. Atatoka, amen. kama vile nani yako alitoka, bradhako watatoka wote wawili, watatoka. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri, haleluya. Yani hajawahi kufika hapa kanisani lakini akaambiwa huyu mtoto wako vile ambavyo wametoka, mpeleke wapi? So katika maombi ambayo tuko nayo, mama, taja hiyo hoja na mimi nitaombea mtoto wako amen. Huyu ndugu hapa tunamuombea huyu, amefunguliwa tayari amen. Yuko huru tayari, amewekwa huru tayari, tunaabudu Mungu aliye hai amen. amen. Amen, huyu mama alikuwa akitatizika na kesi. Sivyo, mama unazungushwa zungushwa tu, wataka kujenga mtoto wako ataka kujenga haviwi, wataka kujenga mtoto wako haviwi. Lakini chifu alivyokuona, Mungu akapiga piga mkorogo pale. Haya mama akadanganya, kumbe kudanganya ndo kupona kwako wewe. Akasema nimelazwa mimi, kumbe hajalazwa. Haleluya, hiyo sambo umepokea kwa jina la Yesu Kristo. Jenga fanikiwa wewe na watoto wako, ni wakati wako wa kukaa vizuri kwa jina la Yesu Amen. Nyumba yako ina sitting mama, Nyumba yako ina sitting room ina TV. Imeharibika hiyo TV. Ina makochi. Ni makochi ama ni masofa ha? Hayo masofa yameoza. Hai una una una una una mahali kwa kupikia panaitwa panaitwaje, bana? Sikiza, wengine wanasema chicken. Haya jamani, panaitwa chicken, sivyo? Ni kitchen. Hallelujah. Haya, una mahali kwa kitchen, huna? Yaani una hizi nyumba hizi za kawaida tu, ah, ni wakati wako wakuwa na kitchen, wa wakuwa na masofa mapya, wakuwa na TV kubwa katika jina la Yesu. Amen. Taingia hapo kwa nyumba yako mama, nitafurahi. Amen. Uliombea watoto wako na wamefunguliwa. Kwa hivyo ni wakati wako wa kubarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ngoja nikupee habari ya huyu mama. Siku moja huyu mama alipewa pesa. Sijui ilikuwa elfu tatu mama ama ilikuwa elfu ngapi. Zile ukabarikiwa sijui zilikuja kimiujiza miujiza, maana ulisema, hebu hebu mpelekee microphone. Mpelekee microphone. Tusikie kidogo. Sikiza, si bure huyu ndugu alivyokuwa hataki ile pesa kuitumia. Siburi, nipe habari mama eh? Ulikuwa nimetumiwa elfu tatu eh, na mkaza mwanangu. Na mkaza mwanao? Eh, akaniambia mama nimekubariki nazo. Eh. We, nimeruka mtumishi mwanao. Sijawahi. Pige Bwana Yesu makofi mazuri. Na neno, neno ulihubiriwa neno kwanza. Eh. Hilo neno ngoja nikumbuke kidogo. Ilikuwa neno gani di? Watu waliovunjika moyo Mungu anaenda kuwabariki. a Yeah. Kitu kama hicho Yeah. Nipe habari sasa. Kufika kule nyumbani mimi, uh -huh, nikakaa kitu saa kumi na mbili, nikapewa simu, nauliza hii simu ni ya nani? uh -huh. Ni yule kijana wangu mkubwa ndio, akaniambia mama, shika simu hii. uh -huh. Ni nika- nikaita ikaita ikaita, nikamuuliza ni nani? akaniambia ni mimi eh. ni wewe ni nani? uh -huh. nimwikali oh, nikamene eh. oh, nikanini watoto wako eh. akaniambia eh. eh. eh -huh. ah, eh. akanambia mama, umenisahau ndio, ni yule mkaza mwana wako wa Kilifi. Nikamwambia ah, leo mmekumbuka mwanangu. Akaniambia mama, nimekukumbuka nimekukumbukatakwaza mwana akatumia makevya pesa amavifany eh. Tukasalimiana eh, yeah. Tukasalimiana akaniambia, mama eh, leo nimesikia nikusalimia alafu nikubariki, ndio nikakumbuka lie neno alikuwa mtumishi anasoma kupewa hizo elfu tatu si kulala nimekuja nazo mbio, ndiyo nikamwambia mpaka tugawanye, mtumishi, tugawanye hizi pesa ah. mana ni Mungu mwenyewe ndiye amenipa. Piga Bwana Yesu akoa Pige Bwana Yesu makofi mazuri, haleluya! Mungu atabadilisha maisha Amen. Mungu atabadilisha maisha mama. Baada ya hapo, kaona maisha yanaenda tu, haleluya. So watoto wake sasa hivi wamefunguliwa kuna mijengo inaendelea. Nataka nikutabirie mama, unaenda kuwa na masofa, unaenda kuwa na nyumba ya kitchen Amina. unaenda kuwa na nyumba ya choo ndani une... yani watoto wako watakutengezea wewe, kwa sababu umewaombea na wamefunguliwa. Mungu amewafungua. Huyu mama amekuwa mtoaji na Mungu amembariki. Ndio maana Mungu akatuambia tubebe nini, bahasha. Ile bahasha utafunguliwa utawekwa huru utakombolewa chochote ambacho ulikuwa ukihitaji, Mungu akutendee. Mungu atakutendea. Bwana asifiwe, be a giver. Kuna mwingine Mungu amemtendea katika maombi haya, nyosha mkono kama uko hapa, Mungu amekutendea katika maombi haya. Ni wewe ama uongoza mwana, hujachukua bahasha? Wewe sana, nipe habari Harakisha haya, nipe habari na, na, na ulikuwa ukisimamisha. Okay, biashara inakataa, hulipwi, maisha inakuwa kwa ngumu. Lakini sasa Mungu amekufungua. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Haleluya. Amen. Mzidi kubarikiwa wageni kwa wenyeji, Mungu azidi kuwabariki. Amen. Haleluya. Amen. Wale wenye kusafiri waliambiwa wanatakikana watu kumi na wawili, maana tuliomba na Mungu akafungua njia. Lakini hawakujitokeza wengine, mnashindwa kuja kanisani, wengine mnataka miujiza ifanyike, ha, ha. Umeombewa sahihi usafiri leo ha ha, yini? Umeombewa tayari, ukapande ndege sahi sahi tayari. Haleluya. Kulitakikana watu kumi na wangapi? Wawili wana kusafiri, lakini sasa hawakuja kanisani ha? Tulitaka, walitakikana hao watu wasafiri mwaka huu, hawakuja. Haya, wale wenye wanasafiri mwezi wa kwanza walisema wote ah, mimi mwezi wa kwanza mwaka ujao, ah mwaka ujao, mpaka nichukue watoto wangu mwaka ujao, mpaka hai. Mtasema pasta haombi, mtasema watu hawaombi, mtasema watu hawaombi. Wewe ndio unaslay. Haleluya hai, ni kipindi gani? Kiongozi, endelea.